Tulikuwa na tamasha letu la wanawake la Ladies First ambalo huwa tunalifanya kwa kushirikiana na wenzetu wa Jaika na shirikisho la riadha Tanzania. Ni tamasha zuri ambalo kwa kweli linawaleta watoto wa kike pamoja. Lengo la tamasha, tumekuwa tukisema kila wakati, ni kuendelea kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika michezo, kwa sababu tunafahamu kwamba wanawake wa Tanzania ambao wamepata nafasi, wachache wamefanya vizuri. Kwa hiyo imani yetu ni kwamba tukiwahamasisha wakaendelea kushiriki kushiriki kwa wingi wao wataendelea kufanya vizuri zaidi. Sasa, mwaka huu tulikuwa na msimu wa saba wa tamasha la Ladies First. Nimejionea mafanikio makubwa sana kwa kweli, kila msimu unaona mabadiliko ni makubwa sana. Na nimeanza kuona mafanikio makubwa baada ya kuanza kuweka ukomo wa umri wa washiriki. Sasa, so, kipindi cha nyuma ulikuwa tumeachia huu holela, walikuwa wanakuja watu wazima sana, wanakutana na watoto wadogo sana, ule ushindani unakuwa unashindwa kuupata, lakini tangia mwaka jana tuliweka kuwa na kiwango cha umri wa kuanzia miaka chini ya miaka 20 20. Sasa hii tafsiri yake ni nini? Hii tafsiri yake ni kwamba ushindani naouona na mashindano yalivyofanyika unakuja kugundua kwamba kuna vijana wadogo wengi ambao wana uwezo mkubwa sana. Nimefurahishwa sana kuona hata mwaka huu namna ya ushindi ulivyojitokeza. Kumekuwa na mabadiliko makubwa sana na haya mabadiliko utayaona kwenye ushindi wa kikanda. Tumezoea miaka ya nyuma unakuta wanatoka kutoka Arusha zaidi, ndio wamekuwa kishinda Zanzibar, lakini utaona mwaka huu overall winners ametokea mkoa wa Manyara. Hii tafsiri yake ni kwamba mashindano yamekuwa na challenge, yani kwamba kila mtu akitoka kumbe anaenda kujipanga upya. Sasa wale watoto kutoka mkoa wa Manyara kwanza ni wadogo sana, lakini kilichonifurahisha zaidi ni kwamba wametoka kwenye kituo ambacho kimeandaliwa na mwanariadha ambaye bado anakimbia mbio. Kuna kijana anaitwa Gabriel Gai ameanzisha kituo chake huko uh, Manyara sehemu inaitwa uh, Madunga ambako ndo yeye alikokulia, lakini vijana wale wamekuwa trendi. Kituo hakina muda mrefu, training ya muda mfupi, wamekuja hapa, wamekimbia mbio. Ukiwauliza wataalamu wa riadha wanakuambia kwa muda walioweka wale vijana, na wengi wao wana miaka 13 15 mpaka mwisho 16, ukiwalea vizuri wale vijana watakuja kutuletea mabadiliko makubwa kwenye mchezo wetu wa riadha, kwa inaonesha ni jinsi gani kwamba ile knowledge ya kwamba tunataka kuweka watoto wa kike imefika lakini pia tumekuja kugundua kwamba sasa tunaacha kukariri kwamba riadha iko Arusha, riadha iko Zanzibar, ambayo fupi, riadha iko Mbeya na wapi na mikoa mingine inaanza, ambayo ilikuwa imepotea. Manyara ni mkoa wa riadha, lakini ulikuwa kama umepotea, umeanza kurudi. Na hii inaonesha kwamba pia BMT tuna changamoto ya kuendelea kuhamasisha watu kuanzisha hivi vituo kwa wingi wake, kwa sababu huyu kanisa, hichi kituo kimoja leo kimeleta changamoto. Tumezoea kulikuwa na kituo kwa Philbert Bay pale, walikuwa wakifanya vizuri. Sasa hawa nao wa Manyara wamekuja na kituo chao, wanafanya vizuri. Arusha ni habi ya riadha, wote tunafahamu, imekuwa ikifanya vizuri. Tunategemea siku moja Mbeya na kwenyewe tunategemea, mara na maeneo mengine yote, tukiwa na hivi vituo kwa wingi wake tutafanya vizuri zaidi. So tathmini yangu mimi ni kwamba nimekuja kugundua kwamba saa hizi kumekuwa na ushindani baina ya mikoa, na ule ushindani ni wa manufaa kwetu, kwa sababu wanavyofanya kushindana vile, kila mtu anataka kuwa mwema kuliko kuwa bora kuliko wenzake inatusaidia sisi kuendelea kupata hivi vipaji kwa wingi wake, na kuendelea kupeleka meseji kwa jamii kwamba watoto wa kike wanatakiwa kushiriki kwenye michezo kwa manufaa yao na afya zao, lakini pia kwa manufaa yao ya kiuchumi, ya kwao binafsi, familia zao na ya taifa kwa ujumla.